Nitakata miguu yako, nitafanya supu, nitakunywa supu. Nyanka upupu nyanka katu, ole wako watondoke Wana mwandiko mzuri yani kalisi mm. kwa babake kabisa yani, mwandiko gani huo? Mwandiko kama kapita jongo. Ah we, huu mwandiko ni dalili za kuwa dokta. Mtu mkubwa sio kila mtu mpaka aandike aone ni password hizi o, yani ndio ujue kabisa kiamu, mtoto wa nyani nyani kweli eh. an yani, hmm. hawezi kwa ng'ombe hata siku moja Ah, baba mtu eh, karibu mke wangu. Asante, karibu mke wangu. Asante. Karibu mdogo wangu, asante, sielewe na nadube dube bwana, karibu karibu karibu, ah, yeah, eh, karibu, karibu. <laughs> Na nashangaa tumepanga mengine mm, yanakuja kutokea vingine yani mdogo wangu mm -hmm. Wala usishtuke unachokiona ndo chenyewe mm. Yani jana mm, tulivyomaliza kuongea na wewe kama mm, nimekaa nusu saa Tukatua hapa. Na mama Konki hapa. Na ile unafurahia tukatua. Ah, amna tu, msamee tu. Si unaona hata jinsi alivyo. Wewe tena mtete. Siku likuwa jinga ili utajua mwenyewe. Karibu. <laughs> Karibu, mimi sio mkaaji ila nimekuja kukupa taarifa. Nadhani unajua kwamba huu ni muda wako wa kutoa kikoa sasa, na ni lazima utoe kikoa. Lakini mkuu, hakuna cha lakini ah. Ali kwa nampa ushauri shemeji yangu. Aachane mm, na kule kwa yule mama kule anapofanya kazi. Mwisho wa siku atakuja kumaliza kabisa. Mimi nimeongea, nimesema mbaka. Sasa sijui mwenyewe. Mimi sasa hivi namwacha. Yatakayomkuta atajua mwenyewe. Nachoshukuru Mwenyezi Mungu kutokana na nini? Karudi salama na wewe mwenyewe uko salama. Basi kila kitu dua. Samahani uh -huh, tu kwa sababu sikukujulisha mambo yenyewe, ndo kama hivyo amekuwa kama ghafla, na mimi pia nilivyoona ilibidi bidi ni kujulisha ili usiharibu nauli yako, lakini ndo hivyo basi. Sawa, usijali, kuwa na amani tu mpenzi wangu.

Utaenda njia panda, utapaswa kuifanya asubuhi saa nne abutsakwaleo. kesho asubuhi, shika vizuri, ikidondoka huyu

Ja karibu, wala sijafuata maneno mengi hapa. Jamaa yako yuko wapi? Ametoka tokea asubuhi? Ametoka hela yangu ya kodi kakuachia? Sasa hapana hapana, kitu gani? Kwa hiyo nyinyi mnakaa hii jumba bure, sindio? Hivi nyinyi mjue, msiniletee mimi masiara eh? Aya, naombeni pesa yangu ya kodi leo. Sitoki hapa mpaka mnipe hela yangu ya kodi. Wewe we, we. Yakini mkuu, hapa hakuna cha mkuu. Hapa nataka hela yangu kundi la Marekani Cashman. Ushawahi kulisikia? Ushawahi kulisikia kundi la Marekani linaitwa Cashman? Sasa ndio hicho kilichonileta hapa. Naomba pesa yangu. Hichi kibanda mimi sikukipata kindondokela, ujue. Nilipambana. Mtoto wewe wewe we, we, we, we, we unanenepeana unajaza jaza hips kama hivyo. Afu yeye yeye na shina. Nye mnakula nini hapa? ela kula mnapata ela yangu ya kodi. Amna si ndio? Mwangalie unamtolea macho kwa unaingiza vocha hapa. Sasa mwambie wao jamaa. ama zake, ama zake e, yani atajua wachi you no know, wachii, mwambie anaweza akala au akaliwa. Mwambie acheze kwa akili zake mwenyewe asishawishiwe na mtu

Yaani mdoli ngenauindikubaka lakini sasa naona ule ushibe unga nifanye vitu vyangu mimi nina upiru na miaka mi chochote sasa waku kula basi mimi nakula wewe umekataa kula unga mimi nakula wewe wewe. Rasco. Unafanya kitu gani? Nina upiru nina na karibu miaka miwili naenda mitatu. Sijapata mtu kama hivi. Leo kimoja kinye geto shida kukipiga hata viwili. Mr. Kipini huyu. Ah, ukiniachia hata siko nini wewe wapi? Kichwa kidogo tu. Ukaanisha kwa kitu changu. Huyu anashindwa nguvu, kasharegea hapo alipo. Kataa kula unga. Acha puzi wewe. Huyu hajaja kwa kazi hiyo unaoitaka wewe. Amekuja kwa kazi rasmi. Sio kazi yako. Sasa nitakwambia, mchukue, msogeze kule. Nisikilize, ni mi nachokwambia, hey. Naona sasa jambo letu limeenda vizuri, usiniangushe. Nenda karibu, tuwe pale mona njia panda ile. Karibu karibu, tuwe nuuwiza vitu vyako vyote, pigiza simaanielewa? Ukilemba so, hapo sasa usije ukanilaumu. Sasa ndugu ndugu ndugu yangu, yangu yangu. Mazingira hapa hayako wazi, anaangalia macho kodo, sitakuwa aibu yangu mtani, kaka. Unataka mke wako au unataka aibu? Aibuauukau namtaka kaka. Umetoa hela kwa mganga. Sasa basi ndugu yangu, mganga, poteza mda wako pale. Shika. Fika unuulize. Sasa. Niambie, aliyokupa mimba ni nani? Na wewe si mwanafunzi wewe, gesti gani uloenda, ilikuwaje eh? Nani aliyokuambia kutapika ni mimba, dokta? Na wewe umetapika, una mimba? Unajua dalili za mimba wewe? Nazifahamu. Haya, nitajie moja. kutapika Hivi hata kama ndio mnasema, mi naminga mimi mwenzenu, niwambie niwambi kitu le au ni-nikuulize ni swali hivi swali? napo nilisha maugali yenu na milenda humu ndani nitashinda kutapika kwanza nikilasvche